Imi kwamba eh, kindo cha kuninyanyasa mi, niliiba sawa, lakini rasima nitafute kinga, nati uma dawa ionese mini wa kusindwa na kakindo. Siwezi kuolewa hapa, niume dawa kama samani sakari, niume Mbona nimesikia kama kitu kinasema sasa. hey, hapa nisije nikakufa hapa. Ora tu ni waiko, niende nyumbani na penye pana kamulima kama Kilimanjaro hapa, zibaki makuni yakowe be be be, makuni yakowe, makuni yakowe. Nasema sitaki kufa mapema, uwisi sasa Yaani kuna kitu hapa, nimekimbia hadi mambio ya pigo yameenda kwenye moyo nyevauizi sasa. Kumbe hapa nayenyeni dawa, yaani kama kale za zamani nicume hey. kindo akiwesi kunisinda